Hatua ya kwanza ama njia ya kwanza ni kutumia kitunguu saumu moja kwa moja kwa njia ya kumeza. Njia ya moja kwa moja, msikilizaji, ya kutumia kitunguu saumu ni kumeza punje zake baada ya kuzimenya. Njia hii ni rahisi na ni moja ya mbinu bora za kutumia kitunguu saumu kwa faida ya mwili mzima. Vifaa unavyohitaji ni punje mbili hadi tatu za kitunguu saumu safi kila siku. Maji unayomezea nayo ama maji unayotumia hapa ni maji ya vuguvugu vugu, ama ukipata maziwa itakuwa bora zaidi. Hatua za kufanya: kwanza kabisa chukua punje mbili hadi tatu za kitunguu saumu safi, zimenye maganda yake kwa uangalifu utasaga zile punje kidogo na uzimeze zikiwa nzima, kulingana na uwezo wako wa kuhimili ladha ya kitunguu saumu. Utakunywa maji ya vuguvugu msikilizaji, au maziwa baada ya kumeza, ili kupunguza ile ladha na harufu ya kitunguu saumu. Alafu baadaye utarudia mchakato huu mara moja kila siku kwa muda wa takriban wiki mbili hadi tatu bila kuruka. Jinsi hii inavyosaidia, inasaidia vipi? Kitunguu saumu hufanya kazi ya kusafisha mishipa ya damu, kupunguza mafuta mabaya mwilini, na kuongeza ule mzunguko wa damu, jambo ambalo ni muhimu kwa afya ya uume, kwa sababu mzunguko mzuri wa damu kwenye eneo hili saidia sana kuimarisha tishu na kuchangia ukuaji wa asili wa uume. Matumizi ya mara kwa mara yanaweza kusaidia kuona mabadiliko baada ya muda fulani. Njia nyingine ni kutumia mchanganyiko wa kitunguu saumu na asali. Mchanganyiko wa kitunguu saumu na asali ni moja ya tiba za asili zinazojulikana kwa uwezo wake wa kuongeza nguvu za kiume na kuboresha afya ya uzazi. Asali ikiwa na virutubisho vyake vya sukari asilia huongeza ufanisi wa kitunguu saumu. Na vifaa hapo utakavyohitaji ni punje nne hadi tano za kitunguu saumu safi, vijiko viwili vya asali mbichi, kinu au blenda, na hatua za kufanya utashambua e, zile punje zako utazisaga, punje za vitunguu saumu kwa kutumia kinu ama blenda, ili upate ule uzito. Hapa tunatafuta ile consistency ya paste, sawa. Utatumia blenda ama kinu, muhimu hapa upate ile paste ya kitunguu saumu, lakini pia utachanganya huo mchanganyiko wa kitunguu saumu na vijiko viwili vya asali safi. Hakikisha mchanganyiko unakuwa vizuri. Tumia kijiko kimoja cha mchanganyiko huu kila asubuhi na jioni, na unaweza pia kunywa na maji ya vuguvugu vugu. Unaweza kuhifadhi, manake punje nne hadi tano za kitunguu saumu ni nyingi sana. Kwa hivyo utakavyotumia labda ni kijiko kimoja utakula, sawa. Itakachobakia mchanganyiko utakaobakia unaweza kuhifadhi kwenye chombo kisafi chenye mfuniko, sawa. alafu unahakikisha unaweka mahali ambapo ni pakavu. Njia hii inasaidia vipi? Hii njia msikilizaji, inasaidia kwa sababu kitunguu saumu huongeza mzunguko wa damu na kuimarisha mishipa. Na asali kwa upande wake, ikiwa chanzo kizuri cha nishati inayohitajika kwenye kwenye mwili. Kwa hivyo, mchanganyiko huo kwa pamoja inachangia kwa kiasi kikubwa afya bora ya uzazi wa kiume na inasaidia kuongeza uume kwa njia ya asili. Njia nyingine ni kutumia mafuta ya zaituni na kitunguu saumu kwa njia ya uoshaji wa nje. Njia Njia ya moja kwa moja ya kuboresha mzunguko wa damu kwenye eneo la uume ni kwa kutumia kitunguu saumu kwa njia ya kupaka mchanganyiko wake kwenye ngozi. Mafuta ya zaituni yanajulikana sana kwa uwezo wake wa kupenya kwenye ngozi na kusaidia katika uboreshaji wa afya ya mishipa. Vifaa unavyohitaji hapa, msikilizaji, ni punje tatu za kitunguu saumu, vijiko viwili vya mafuta ya zaituni na kitambara kisafi. Hatua za kufanya: kwanza, unasaga punje za kitunguu saumu ili kupata ule uzito, alafu utachanganya huo hiyo paste baada ya kusaga hivyo vitunguu saumu utachanganya na vijiko viwili vya mafuta ya zaituni utakoroga, hadi mchanganyiko uwe mzuri na uo umeingiliana sawa. Alafu utapaka taratibu mchanganyiko huu msikilizaji, kwenye ngozi ya uume kwa takriban dakika tano hadi kumi. Alafu unafanya masaji nyepesi una tofauti kujifanyia masaji msikilizaji na kujipiga punyetu hapa. Unapaka mchanganyiko kwenye uume taratibu, yani ni kama vile unajipaka mafuta sawa. Alafu una una masaji polepole kwa takriban dakika tano hadi kumi. Alafu baada ya kujipaka utaacha huo mchanganyiko mafuta ya zaituni na mchanganyiko wa kitunguu saumu kwa takriban dakika kumi ili mchanganyiko huo uweze kupenya vizuri, kisha baadaye utasafisha ama utaosha uume wako ulio na mchanganyiko kwa maji ya vuguvugu. Maji hapa ni ya vuguvugu, sio maji ya moto. Sasa wewe tumia maji ya moto utoke ngozi, useme Marsh Baby? Hapana, maji ya vuguvugu, lukewarm, yale maji ambayo hata mtoto mchanga, mtoto mdogo anaweza kuogea. So utarudia huo mchakato kila siku kwa muda wa takriban wiki mbili mfululizo, sawa eh. Na utakuwa unajiuliza hivi, hii inasaidia vipi? alisini inayopatikana kwenye kitunguu saumu, msikilizaji, ina uwezo wa kusaidia kuongeza mtiririko wa damu kwenye eneo la uume. Na mafuta ya zaituni nayo husaidia kuharakisha upenyaji wa virutubisho kwenye ngozi. Alafu mwisho wa siku inaboresha ukuaji kwanji, wa tishu kwa njia ya asili. Njia nyingine ni kutumia mchanganyiko wa kitunguu saumu na tangawizi. Tangawizi kama tangawizi na kitunguu saumu ina uwezo mkubwa wa kuboresha mzunguko wa damu na kuimarisha nguvu za mwili na mchanganyiko wa viungo, msikilizaji, mm, hivi viwili kitunguu hmm, saumu na tangawizi ni suluhisho bora kwa wanaume wanaotaka kuboresha afya ya uzazi. Vifaa vinavyohitajika hapa ni hizo punje mbili hadi tatu za kitunguu saumu, kijiko kimoja cha tangawizi iliyosagwa, vikombe viwili vya maji yaliyo masafi. Hatua za kufanya: kwanza, utasaga kitunguu saumu na tangawizi hadi zilainike. Utachemsha mchanganyiko huu Kwenye vikombe viwili vya maji kwa dakika kumi. Kitu kinachohitajika hapa ni maji. Kwa hivyo utachuja ule mchanganyiko na kunywa maji kama chai, japo mara moja kwa siku. Utaendelea na utaratibu huu kwa takribani ya wiki mbili hadi tatu. Na jinsi hii inavyosaidia, msikilizaji: tangawizi na kitunguu saumu vinaungana kuongeza ufanisi wa mtiririko wa damu mwilini, alright, jambo ambalo linaimarisha sana ukuaji wa uume kwa njia ya asili.